Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ndondele, ndondele unavyofanya sio sawa. Ndondele, ndondele unavyofanya sio sawa. Umefanya kitu ele yanalia, umefanya mzembalua naumi umefanya sambuga kachukiwa na jamia. Ndondele, ndondele unavyofanya sio sawa. Ndondele, ndondele unavyofanya sio sawa. Ni wazi penzi halilazimishwi, nakiri moyo ulipopenda, haupokei vishawishi zahiri.

Umefanya kitwele analia, umefanya mzembalwa naumia, umefanya sambuga kachukiwa na jamii dondele, dondele, unavyofanya sio sawa, dondele, dondele, unavyofanya sio sawa. Ni wazi penzi halilazimishwi, nakili Moyo ulipopenda haupokei vishawishi dhahiri. Ndondele, Ndondele! Naam. Vipi, kwema? <laughs> Sikwema. Nini shida? <laughs> Baba amenifukuza kwa hiyo nimeona nije tuishi wote hapa. Yaani <laughs> ufukuzo na baba yako uje kwangu ili tuishi wote? Sikiliza nikwambie, wewe mimi siwezi kukupokea ukaishi na mimi hapa Sijui umenielewa hivi, kwa mfano ikitokea matatizo kwako eh? Mimi nitaanzia wapi? Yani sawa, mi najua unipendi, haina shida. Sikiliza wewe, sio kama mimi sikupendi ila tuangalie mbele nini kitatokea eh? Yani, mimi siwezi kakupokea wewe kwa sababu ya kufukuzwa na baba yako. Ni bora uende hata kwa ndugu yako yoyote ukamshirikishe kuhusiana na hilo akikupokea, sawa, lakini mimi siwezi nikakupokea. <laughs> Ndolele ameongezea kwangu, sielewi kabisa. Najua tu hiyo ni mbinu ya kunifukuza, niondoke hapa Sawa, inashinda mimi. Nilichokiongea nazani umekielewa, mimi siwezi nikakupokea hapa. Cha umuhimu weye ni kuchukua ayo mabegi yako, kama utarudi kwa baba yako sawa, kama utatafuta ndugu yako yote kama nilivyokushauri, sijui lakini, mimi kuishi na wewe hapa, icho kitu hakiwezekani. Sawa, minaondoka, endelea kuwa huru. Sasa unafukuzwa na baba yako, unakuja hapa, unategemea mimi nikupokee kweli? Hivi unajua jinsi gani unachafua katika hichi kijiji? Ambuga. Na kuchafua vipi mimi? Achana kutembea na mke wa Mzee Mbalu. Sikiliza nikwambie. Tambua mimi siwezi kumwacha huyo mwanamke eh? Alafu nampenda kuliko hata unavyofikiria wewe. Mimi siwezi kumwacha huyo mwanamke. Unampenda mke wa Mzee Mbalu? lakini hivi unavyofanya, lawama zinakuwa kwangu mimi kwa sababu kijiji kizima hichi wanatambua wewe ni rafiki yangu. Hivi wewe una akili kweli? Yaani unafikiria kwenye kichwa chako kweli? Mimi siwezi kuachana na ule mwanamke, kumbuka mimi nampenda. Na wewe unachoingilia, kwani wewe ni nini wako? Unamtaka okay. Wewe, unamtaka rafiki yangu. Mimi naumia, mimi ninasema vibaya, sio wewe. Na hiyo yote kwa sababu kijiji kizima anajua wewe ni rafiki yangu. Okay, sawa fanya mambo unayoyafanya naambiwa mimi Sawa fanya hivi, achana na mimi. Kuanzia leo, kila mtu kimpango wake, na yangose, mwachi yangose mwachie eh? Ngose, kwa nini unaingilia huu mpango? Huu mpango sio wa kwako. Hili nalo liongea halina maana, si ndio? Yaani utajua wewe kama lina maana au halina maana, ila mimi ninachoamini, sihitaji uingilie mahusiano yangu mimi na mke ule mzee. Niache mimi ni, ni, ni, ni, niwe na yule mwanamke kwa sababu wewe ule mwanamke hakuhusu, sio ndugu yako, sio dada yako, wala sio na ule mzee pia hakuhusu wao. Unaingilia nini sasa? Atina hili naika. Swala lija kutokea puani. Kama hutaki kunisikia mimi rafiki yako, hizi habari nitapiga mbiu mtaa mzima wafahamu wewe ndio natembea naye. Sio acha no... ujinga acha ujinga. Alafu sihitaji uendelee na hizo mada rafiki yangu, ndo umefikia huko. Hey! No. Achana na mimi wewe. Jamani, mwambie nini ile nielewe, hili limeshakuwa tatizo sasa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ndondele, ndondele, unavyofanya sio sawa. Ndondele, ndondele, unavyofanya sio Shangazi. Njoo mwanangu, naona uko bize mwenyewe. Hey mwanangu, unajua tena nimeenda asubuhi tukayatafuta makuti na mabati haya ya kujengea <laughs> avi, kumeamkaje? salama tu, sijui wewe salama vipi yani? Ee aniambie Mbona huna furaha mwanangu? Amna shangazi, mi niko sawa. Kikwele wewe nakufahamu tu vizuri tu mwanangu, na kujua vizuri tu una tatizo, lakini unashindwa kuniambia niambie, mi ni shangazi yako. Sina shida yote zaidi ya ile niliyokuambia tu ya baba, ndio ikoseshe amani kabisa. Hapana, kikwele wewe ni mjamzito. Ni kweli shangazi. Haya, huja uzito mwanangu, ni wa nani? Ni wa Ndondele. Ndondele huyu? Mm -hmm. Kwa hiyo mpaka dakika hii mna lengo gani? Lengo lake ni kunioa, amesema anataka tuishi wote. Aha, kama nikikuoa, mwanangu, ni jambo la heri hata mimi pia nimefurahi. Itabidi nimwete baba yako, tukae chini niongee naye. Aliopita amepita, tujue swala lako la nini, ufunge ndoa na mwenzio mkaishi wote. Sawa mwanangu? Mwanangu hmm. E, basi haya, nenda kaandaye chai, minamalizia hapa tujue kunwa. Sawa mwanangu?